Wow, wakaweka chini ile alipita katikati yao. Hii ni mechi, ni fainali bro, fainali ya Vunjabei elfu mbili na ishirini na tano. Mshindi anaondoka na milioni kumi cash hapa hapa, lakini pia kutakuwa kuna zawadi mbalimbali. Haya ah, karibu sana uwanja wa Mlandege, na hii ni Vunjabei Cup, na ni boke moja la mechi linapigwa hapa katika viwanja vya Mlandege. Kumbuka sio amani wala sio Azam, yeah. Ni Mlandege hii, wanakwambia Mlandege.